Kwa majina anaitwa Faudhia Hassan Masudi, niko hapa Inki Media kama Marketing officer, ambaye inasimamia pia chuo cha St. Daniel. Leo kwa mara ya kwanza tumeweza kutoa wahitimu katika chuo chetu cha St. Daniel wanafunzi takribani kumi na mbili katika kozi zetu mbili, ambaye kozi kwa ya kwanza ni basic basic computer na graphic design. Kozi ya pili ni ususi urembo, na ususi na makeup tuna furaha kubwa katika kusherekea katika mahafali haya ya mara ya kwanza katika chuo chetu. Ningependa kutoa rai kwa wazazi, walezi na jamii nzima kwa ujumla wanao watakaopata wito kwa ajili ya kujiunga na kuleta, kwa kuleta wanafunzi katika chuo chetu. Nawakaribisha sana, karibu sana. Kwa majina naitwa Kura Janes, ni mkuu wa chuo cha St. Daniel. Leo hii tuko tuna mahafali ya kwanza ya chuo cha St. Daniel. Ni mahafali, ya, ni mahafali ambayo ukweli yamefanyika vizuri. Tumefurahi kwa sababu tumewapika wanafunzi ambao tunaamini wanaenda mtaani kwa ajili ya kuonyesha vile vyote vi, ambavyo wameweza kujifunza kwa, kwa kipindi hicho walikuwepo. Kuna wanafunzi ambao wamehitimu kozi ya graphics and design ambao walikuwa wanafunzi watatu, lakini vile vile pia tuna wanafunzi kumi na mbili ambao wamehitimu levo ya ususi na urembo. So ni rai yangu au nitoe wito kwa wazazi waweze kuwaleta pia wanafunzi waweze kufika kwenye chuo cha St. Daniel kwa ajili ya watoto wao kuweza kupokea mafunzo ya ususi na urembo. Ah, unajua siku zote jambo la kwanza o linakuwa na ugumu sana kwa sababu hata ukiangalia pia idadi ya wanafunzi pia haikuwa kubwa sana kama watu wengi wanavyofanya. So tunategemea kulingana na haya maadhimisho ya kwanza, tunategemea maadhimisho ya pili yatakuwa yata na mwonekano tofauti na huu hapa, na tutakuwa na wanafunzi wengi. So changamoto tume, ambazo zimejitokeza tumezibeba na tutaweza pia kufanya namna kwa ajili ya kuboresha kwenye maadhimisho ya pili. Kwa majina naitwa Neema David Nsalu, ni muhitimu wa St. Daniel kozi ya graphic design. Nimefurahi sana kumaliza. Ah, St. Daniel iko ni vizuri sana, viko vizuri kwa kweli, na walimu wanafundisha vizuri yeah. una yapi ya kusema kwa kituo hiki cha St. Daniel? mi kama mimi nawashukuru sana walimu wangu kwa sababu nilikuwa sijui kitu chochote, lakini nao kwa sasa hivi nilivyofikia, najua kitu cha kwenda kuwaelimisha vijana wenzangu kwa mitaani ya, na wenyewe wapate elimu yangu hey. Wana, wana tamani kufanya nini baada ya kuhitimu, uh, masomo? Mi natamani ku kwa sababu nasomea graphic design Natamani nije nifungue na mimi ofisi yangu, uh, yeah. Uh, kwa ya ya kweli, nimechukua miezi minne. Mara tuseme mara ya kwanza niliona ni ngumu sana, lakini zeni nilivyofundishwa nikaona simple ni. Yeah. Wasogope, waje tu wajifunze. wikimidia kwa majina naitwa Jessica Leonardi, ni mwitimu wa mambo ya saluni, hususi makeup, kucha, eh mambo ya urembo, urembo. Natoka chuo cha St. Daniel Vocation. Kiukweli najisikia furaha, najisikia vizuri kiukweli. Nini matarajio sasa baada ya kuhitimu mafunzo haya katika chuo cha St. Daniel? Katika chuo cha St. Daniel, matarajio yangu kiukweli, nimejiandaa muda mrefu kwa ajili ya hili n uh, wazazi wangu wameniandaa vizuri, nikiingia huko mtaani, wameshaniandaa vizuri kufungua saluni, nianze kurudisha hela za wazazi. Na labda unatamani jina la saluni tutakayofungua utalitaja Hey, mimi talita jina la mamangu kiukweli. Nampenda sana mamangu. Sasa, atoa wito kwa vijana wenzako wa kike ambao sasa wanatamani ku, ku, kusomea au kupata elimu lakini, uh, hawana tuseme, uh, fedha kwa ajili ya kupata elimu. Hao wanaogopa. Kweli dunia sasa hivi inahitaji kujitoa sana, nahitaji kujitoa kuangalia ndoto zako za mbeleni zinavyokuwa kama hujafanikiwa kusoma shuleni, jamani, naombeni msome mambo ya ufundi, yanaokoa sana kwenye maisha kuliko kuangaika mtaani. Kwa majina, naitwa Lydia Peter, ni muhitimu wa chuo cha St. Daniel, kozi ya hususi na urembo. A, ilikuwa, niki yaani, nilikuwa napenda yani kutoka moyoni nilikuwa napenda vitu vya urembo na ususi, nilikuwa napenda. Kwa hiyo nikaamua nije kuendeleza au nije kuza kipaji changu. Imekuchukua muda gani kujua kila kitu? Sio rahisi kwa mara ya kwanza, kwa sababu nilikuja, nilikuwa sijui kufanya chochote, lakini kwa maelekezo yale ya mwalimu, ilichukua kama mwezi mmoja hivi kuanza kuelewa vizuri. Ushauri kwa vijana na mabinti wengine ambao wanatamani E, kujiunga na chuo ama kuendelea na kozi ya ususi na urembo, lakini uh, wanaona kama vile ni kitu kigumu kiwezekani. Ushauri wako ni kwao? Mimi nawashauri waje waanze mafunzo, kwa sababu kila kitu mwanzo waga ni mgumu, lakini ukisha kuja kujifunza unaelewa taratibu, kwa siogope. Mi nawashauri tu waje wajifunze. Na nakizungumziaje chuo chako pamoja na walimu kwa ujumla? Walimu ni wazuri, wacheshi wanafundisha vizuri chuo pia ni kizuri, walimu ni wazuri, yani wenye ueledi. Anakuwa nafasi ya kutangaza chuo chako sasa, kwa wengine wanakutazama ili waweze kuvutiwa kuja. Karibuni chuo cha St. Daniel, kuna kozi mbalimbali mbali. Kuna kozi ya graphics and design. Kuna ususi na urembo, karibuni sana. Hata pia kuna ink media, pia wana printi vikombe, matisheti, kwa karibuni sana.